Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa natumai, basi madou wa afya mngu Friday. E, Friday njema kwenye muumwsee smacheo moja kwa moja. Lakini basi tuweze eh, kumalizia wiki vema, lakini kuanzia next week, of course atarudi nyuma. Kuanzia next week itakuwa na ujumbe ambao tunasemezana online, ndio tutakuwa nasemezana moja kwa moja kwenye radio live live pale, kwa hivyo itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo tupatane next week anaojali wa yake Mwenyezi Mungu anasema livuisha eh? likizoisha lakini nashukuru Mungu angalau nimefanya mambo mawili matatu, yale Mungu ameniwezesha, tumehudumu eh, sehemu kadha wa kadha, na Mungu amekuwa mwaminifu. Naam, japo jana tukanaongea kuhusu aibu iliyokupata, haitakupata tena, Madharau ambayo alikupata, watu ambao walikudharau, hali ambayo ulipitia ukashindwa mambo vipi, hayatakupata tena. Kwa hivyo tuligusia pale, maana malaika amebingirisha lile jiwe na amelikalia kuambia kwa kwa kwamba yale yaliyokupata maovu aliyokupata hapo jana pojana, kwamba umetafuta kwenye mtandao huu moja kwa moja, eh, na make sure, subscribe kwa pamoja, ni ruhusu tupate kuendeleza zaidi, na nashukuru kwa wote ambao wamezidi pale, na Mungu akutende wema ni ruhusu tuendeleze, kwa wale ambao basi wamejiunga nasi leo, tupate kuendeleza pale tuliachia jana, na nashukuru Mungu kwa ajili yako. Ni wapo ungependa kusemezana nami, labda uko pale na maoni, swali lolote, nambari ambayo unaweza ukatumia pale, my personal mobile number, kwa swali, maoni, au pia hitaji la maombi. Una kitu ambacho asema Victor, ungependa tuombe kwa pamoja, nambari ambayo unaweza ukatumia pale ni 0722 24 39 49. Nambari yangu ambayo unaweza kutumia simu ni 0722 243949 kwa hivyo, akisha kwamba umeweka nambari hiyo, unaweza tumia kwa WhatsApp, SMS, kupiga simu na kadhalika. Kwa hivyo 0722 2439 49 ndio nambari ya simu unaweza nipigia pale. Naam, niruhusu basi tupate kuendelea pale. E, unaweza nipigia pale au vile vile pia ndio nambari unaweza toa sadaka pale, kwa wale ambao wanatoa sadaka pale, maana ibada haijakamilika pasi matoleo. Kwa hivyo tunasiruhusu ibada hii kaweze kukamilika bila wewe kutoa sadaka zako. Kwa hivyo ni vema utoe sadaka zako pale, nitakuwa ni vema zaidi 0722 24 39 49. Naam. Niruhusu basi tuendelee pale. Eh, katika kitabu cha Mathayo jana tulisoma Mathayo sura ya 28, mstari wa kwanza na wa pili. Niruhusu leo tuanzie mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Matthew chapter 28 verse 1 to verse 4. Of course bado katika tuko katika, eh, ni wiki tu, eh, baada ya kumaliza Pasaka kwa hivyo basi ndio hapo last week on Friday. A day like this, last week ilikuwa ni Good Friday. Kwa hivyo wacha tuzidi pale kujifunza mengi zaidi. Naam. Matthew chapter 28 verse 1 to verse 4. Maandiko yanasemaje? Mstari wa kwanza hadi wa nne. Hata sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitizama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Mstari wa tatu. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Verse 4. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana nena nasi asubuhi ya leo, Baba na punguzi ili kuongezeka. Roho Mtakatifu shika usukani, ukapate kunena kunipitia, mie ni chombo tu cha kupitisha neno lako kwa ajili kwa kwetu sote. Bwana tusaidie, nena nasi kwa kwa weni mwema, kwa jina la Yesu amen. Amen. Na napozidi pale katika andiko hili tumesoma katika kitabu cha Mathayo, tupata kutambua kwamba hapo jana tuligusia, tukapata kutambua kwamba of course e, yaliyokupata mbeleni hata kupata tena. Na ile nikawa nahisi kwamba you see e, nikiangalia Mungu anasababisha alisababisha tetemeko. Alikuwa na uwezo wa kumtoa e, wa Yesu kufufuka pasipo kuwa na tetemeko na kadhalika, lakini Mungu mwenyewe akasababisha kuwe na tetemeko. Tetemeko la ardhi, tetemeko lenyewe makusudi yake yalikuwa yapi? Wale ambao walikuwa ni walinzi maana hata walinzi wangekuwa tu pale wamekaa bado wangefanya nini? Wange Yesu angefufuka tu, lakini akasababisha tetemeko ambalo kwa njia moja likaogopesha wale walinzi, bila bilasema kwamba mpaka wakakaa kama wafu. Kwa hivyo tetemeko hilo lilifanyika likaogopesha wale ambao ni walinzi, wale ambao ni maadui, wale ambao walikuwa na nia mbaya. Lakini la ajabu ni kwamba tetemeko lenyewe likasaidia hmm? likasaidia katika kwa, likahakisha kwamba Yesu amepata ushindi. Yesu ameweza kufufuka vile ambavyo ilikuwa, vile ambavyo ilikuwa imetabiriwa. Naam, tetemeko lilisababisha uoga kwa adui na likasababisha ushindi kwa Yesu Kristo. Na ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba tetemeko likafanyike maishani mwako. Kukatokea tetemeko katika huduma ambayo unaifanya. Kukatokea tetemeko katika taaluma yako, yako. Kukatokea tetemeko katika sehemu ambayo upo. Bwana anasababisha tetemeko siku hii ya leo katika maisha usingojee, labda usikie inaweza ikafanyika, kasikia. Lakini bwana anasababisha tetemeko kivipi? Inaweza ikawa tetemeko kwamba eh, anasababisha tetemeko hali inafanyika pale ambapo unafanya kazi, wakati ambapo walikuwa hawataki kuajiri kazi, Mungu anasababisha kunakuwa na tetemeko, kunakuwa na shake up fulani. Let me use this word, nipate kunielewa vizuri. kuna kutokea shake up fulani katika sehemu yako ya kazi mpaka ile position ambayo ilikuwa ni yako pewe na uka umekaziwa Mungu anasababisha tetemeko unapewa posishon yako. Mungu anasababisha tetemeko pale ambapo unaishi, kwa tokea tetemeko. Unajua, kuna mtu mmoja ambaye nahusu, nitoe mfano huu. Kuna mtu mmoja ambaye kulitokea kisa kimoja, na akawa kuna, alikuwa naishi kwa nyumba fulani, na akawa na mdosi fulani ambaye amejenga manyumba kadha wa kadha, ana pesa na miela ajabu. Kwa hivyo ana manyumba zake amejenga, na katika kule kujenga akafika mahali ukawa na mpangaji mmoja ambaye basi huyu mdosi huyo landlord alifika mahali akish, akienda kulala kwa nyumba fulani mojawapo ya nyumba zake tu akawa hawezi lala, hana amani na kadhalika, na alipokuwa kwa sababu amekosa amani, kwa sababu ya kuwa, eh, kuwa na unajua, kumbe kuna kitu kilitokea kwa hiyo nyumba. Ni kama alisikia historia hiyo nyumba, sijui mtu aliua mke wake ama aliua mme wake, watu aliuwana, kwa sababu kifo kilitokea katika eneo hilo, na baada ya kifo kutokea katika eneo hilo, kukawa kwamba eh, Anauoga, ajui kutafanyikaje kwa sababu na akienda kwa hiyo nyumba every other time, mashatani zinamwongelesha, wanakosa kulala. Na si nyumba nio peke yake alinunua kutoka kwa mtu amaonyumba a ingie amejenga na akona, kwa hivyo ni mtu na mihela. Na kwa zingine ziko idol, kwa hivyo ikafika wakati ambapo awake wawliwatatu akitaka kulala hana amani. Na wakati fulani alipoenda kwa hiyo nyumba akalala hapo. Hata alipotoka kwa hiyo nyumba akienda kwa nyumba nyingine, akapata usingizi hauji, hana amani. Akienda hospitalini na mpima, ugonjwa uonekani. Kwa hivyo akashindwa, nini mbaya? Sina amani na kadhalika. Na kidogo tu hiyo siku kawa kuna fellowship kwa huyo ndugu ambaye ni, ni, ni, ni, ni mpangaji wake. Na alipoenda kule Mungu akatumia huyo ndugu kumwombea huyo mzee akapata amani. Na alipopata amani akaenda akalala kwa amani na akatambua kwamba hiyo nyumba kilichofanyika ni hivi na hivi na huyu mpangaji hakuwa anajua, lakini akamwambia kilicho kinachosababisha hii ni hii na hii. Ah, no, huyo jamaa akaangalia akaona hapana, kama ni hivyo kwa sababu ya hiyo shake up na, eh, Mungu akamkosesha amani hivyo kwa kupata amani, akahisi Mungu akimnenea kwamba nyumba yake hiyo moja ampatie huyo mpangaji wake. Do you know? To cut the long story short, it's a long story. Lakini huyo mpangaji alipewa nyumba hiyo moja. Unajua, ni nyumba si ka nyumba, ni nyumba ya maana. Kwa hivyo akampatia hiyo nyumba, kwanzia siku hiyo jamaa kawa halipi renda, ako na kwake, na akampatia pamoja na makaratasi ya hiyo land na kila kitu. Everything that that land entails. Na huyo, huyo jamaa akabaki kuishi na amani, akaendelea, afya yake kawa nzuri, wakienda kumpima hospitalini hakuna chochote. Yani hata zile mapresha alikuwa nazo zikawa zimeisha, mambo yote, afya ikarudi kama ya mtoto, ako sawa na akaona kabisa na akafurahia Mungu, lakini anafurahia Mungu, lakini Mungu alisababisha shake up kwa maisha yake, ili ampatie huyu kijana ambaye alikuwa ameokoka. Wakati mwingine alikuwa anachelewa kulipa na kadhalika, alikuwa anaangaika kifedha. Mungu akasababisha katokea, na ni ombi langu, si kwamba itokee kama hiyo tu, lakini katokea shake up katika maisha yako, katokea shake up katika eneo ambalo upo, ukatokea mtetemeko ili kile Mungu amekusudia kukupa kikapate kuwa kuacha kwako. Naongea na mtu ambaye kutakot, na, na usiogope, wakati katokea shake up pale kazini. Kuna kuna watu waenda wakafutwa kazi, kuna watu waenda wakafika mahali mambo yatatokea. Wengine watakaa kama wafu, wengine watagonjeka kwa sababu ya shake up ambayo inatokea hata wengine ni kwa familia yenu, kunatokea shake up. Ulikuwa umedharauliwa sijui ni mtoto sijui wewe umezaliwa wewe sio baba yako, mama yako alikuja na wewe, kwa hivyo amekudharau. Kunatokea shake up kwa ile familia, kunatokea shake up kwa ndoa, kwa familia, kunatokea shake up kanisani, shake up pahala ambapo unafanya kazi, ili kile Mungu amekusudia ili kile Mungu amekusudia kapate kutendeka. Najua ndugu mmoja alikuwa anafanya kazi na wakawa anapangia dada fulani njama fulani ambayo si nzuri afutwe kazi. Do you know Mungu alisababisha kukatokea kikitu ambacho kilifanya mpango wao ambao walikuwa wameupanga. Ilibidi wa cancel, maana huyu dada alionekana kuwa ndio solution, solution katika hii kampuni ya kile ambacho alikuwa anaona ni shida Mungu alisababisha katokea mtetemeko huo, na ni ombi langu kwamba Bwana akasababishe katokea mtetemeko katika eneo la kwako, pahala ambapo shetani amekupangia maovu, pahala ambapo umepangiwa njama mbaya, katokea mtetemeko ni ukapate ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Kunatokea tetemeko kwa familia yenu popote pale, katokea tetemeko, wale maaskari wakalala chini. Najua labda hata wangekazia kina Magdalena kwenda kuingia ndani, lakini walitetemeka, hao ndio walikuwa wanakaa kama wafu. Uvu ulitoka kwa Yesu, kawaingia Yesu akafufuka, akaenda mbinguni. Nakwambia mpendwa mtazamaji, popote pale ulipo, wacha ukatokea tetemeko katika eneo lako kwako, ni upate ushindi. Tukutane wakati ujao ukisema hakika, Yesu ni Bwana. Mungu akutendea wema, na nambari hii inayokupa, wacha ikatumike kwako wewe kutoa sadaka, tunapomalizia pale, maana ibada ijakamilika pasipo matoleo. Eh, toa sadaka pale, na vile vile pia kama kuna kitu ambacho tumeongea juu yake na Mungu akakutendea, kama yule ambaye anaongea kuhusu tetemeko, kunapotokea tetemeko, weka hii namba, unatoa ushuhuda, niambie Victor kabisa, yale alolisema yameweza kutimia. Kwa hivyo wacha katokea hiyo tetemeko kwako kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hivyo pote pale ulipo eh, nambari ndio hii 0722 24 39 49. nambari ya simu ni 0722 24 39 49. weza weza toa pale sadaka yako, unitulie, toa pale ushuhuda wako. Na vile vile pia, iwapo uko pale pia, ungependa una swali ama una maoni ama vile vile pia unahitaji la maombi unataka tuombe kwa pamoja, nambari ndio hiyo 0722 24 39 49 nambari ni 0722 24 39 49 na kama vile kujuza ibada haijakamilika pasipo matoleo toa sadaka yako pale pia itakuwa vema zaidi 0722 24 39 49 God bless you I love you all na usiondoke hapa kabla ya subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe click hiyo neno subscribe ukiambiwa sign in sign in na gmail akaunti yako copy the link and share naweke comment yako pale chini na mungu akutende wema. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe, na katika yote, Mungu anasababisha tetemeko katika maisha yako, katika eneo ambalo unakaa, katika kazi yako, katika huduma, ili akupe ushindi kwa jina la Yesu Kristo, ili kile ambacho ameahidi kwa ajili yako kapate kutimia kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandala, subscribe and God bless you, bye bye.